Sheta, mambo mazuri eh? Kwa exclusive interview ya Ayo na Miladayo.com, msanii Sheta amekubali kushare na sisi sehemu ya mafanikio yake. Wote tunaamini hakuna kitu kizuri kama kupata tunavyovitaka, sio? Mwaka huu Sheta atatembelea mkoko mpya aina ya Harrier Lexus. Well, ningewastaki ku-publish kwa sababu siku hizi uh, ukipublish kitu unaonekana show off na vitu kama hivyo. Though sio mbaya pia kuonyesha mafanikio au mafanikio kidogo unayopata kwa ajili ya, ya watu pia waone kazi yako, sio kama unacheza au unakaa na vitu kama hivyo, so I'm happy. Hii yote haijaja kirahisi. Shetta alifanya show nje na ndani ya Tanzania. Mwanzo ilikuwa mikoani. Uh, nimefanya sana mikoa kama saba, nafikiria nilifanya Mtwara, nilifanya morogo, Morogoro nikafanya Dodoma, um, nilif, yani, zunguka, zunguka kama mikoa saba hivi baada ya hapo <coughs> imeama imeamia ime Mombasa, yeah. Nilikuwa na show Mombasa, upande wa coast huku Likoni. um, tumefanya Voi tumefanya Kilifi tukafanya na Malindi pia ya yeah, imeenda vizuri imeenda vizuri sana. Nafikiri um, miziki yetu ya Tanzania inapendwa sana Mombasa. Mombasa nimefanya show nne ya yeah, nilipiga show nne pale Uh, nimepiga Likoni nimepiga um, Voi nikapiga na Malindi uh, na Kilifi. Sheta yupo kwenye muziki kwa zaidi ya miaka sita sasa hivi, ila mafanikio yake yamekuwa makubwa kwenye hii miaka mitatu. Unajua malipo yake makubwa anayapata wapi? Nafanya show obvious, lazima u make uh, ringtones na fanya kampuni na kampuni ya Spice Vas wananilipa wa vizuri sana, siwezi kusema uongo. Nafikiri wao ndo kampuni ambayo inanilipa vizuri hapa Tanzania Spice Verse, uh, na same, same zingine, biashara biashara zangu ndogondogo na vitu usijiulize nyumba yake vipi, kwani star huyu anakaribia kumalizia ujenzi wa nyumba yake Madale, nje kidogo ya mji wa Dar es Salaam. Nyumba ipo katika process na bado tunaendelea na ujenzi na vitu kama hivyo, nafikiri ikiwa iko pup imekamilika, basi Watanzania watapata kuona. Asante sana Shetta, tumeipata tafsiri yako ya mafanikio. Mafanikio yanakuja tu kama kwa Bongo Flava inalipa sasa hivi. Ni hivi karibuni tuliona Diamond alimnunulia mama yake gari kwenye birthday yake, kisha akamnunulia mpenzi wake Wema Sepetu zawadi ya gari kwenye birthday yake. Wengine waliochukua magari mapya mwaka huu ni pamoja na Omi Dimples, Nay wa Mitego. Bwana, thanks Ayo TV. Thanks Millard Ayo bwana, tuko pamoja, nashukuru sana support yako, unanisupport katika watu ambao wananisupport, unanisupport sana. Nafikiri wa Tanzania, ni wakati wa kusupport kitu kizuri, tusupport muziki wetu mzuri, tuwasupport wasanii wa nyumbani, kwa kwa sababu sasa hivi game imeanza kukua na tunafika mbali yeah. Get ready kwa project mpya, another project inakuja coming soon. Hapo hapo Ayo TV utapata habari nyingi. one love.